Hospitali ya Taifa Muhimbili kupitia kitengo cha huduma za dharura leo imeadhimisha Siku ya Huduma ya Tiba za Dharura na Ajali Duniani, huku ikielezwa kuwepo kwa ongezeko kubwa la magonjwa ya dharura na ajali nchini. Akizungumza na Azam News, mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura chuo kikuu Muhimbili, Dkt. Saidi Kilindimo amesema pamoja na kuwepo kwa ongezeko hilo, vifo vinavyotokana na magonjwa hayo wagonjwa wanaofika kupata huduma hiyo vimepungua kwa asilimia 40 baada ya kuanzishwa kwa huduma hiyo awali. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa maadhimisho hayo kaimu mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Dkt. Julieth Magandi ametoa wito kwa wafanyakazi wote wa hospitali hiyo kuhakikisha wanakuwa tayari muda wote kutoa huduma bora za dharura. Nchini kwetu, ukiangalia siku za hivi karibuni magonjwa ya dharura na ajali yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana lakini pia hata yale yanayotokana na maafa ya kusababishwa na binadamu au maafa yanayotokana na asili kama vile tulivyoona mafuriko ya kule Hanang', kuporomoka kwa majengo kama vile Kariakoo. Haya yote yalihitaji huduma za dharura. Kwa mfano, katika hospitali ya Muhimbili, huduma za dharura kwa siku ni wagonjwa mia mbili mpaka mia tano wakati mwingine wanafika kwa ajili ya kuhudumiwa katika maswala ya dharura. Hii si kazi ndogo, tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hawa wote wanaofika kwetu hakuna ambaye atakaondoka bila kupata dharura. Kabla ya huduma ya dharura na baada ya kuanzisha huduma ya dharura vifo vimepungua kwa asilimia 40 ya wagonjwa wanaofika na kupata huduma za dharura. Ningependa kutoa wito kwa wafanyakazi wote wa hospitali ya Taifa Muhimbili pamoja na taasisi nyingine tuliyoko hapa kuhakikisha tunakuwa tayari muda wote kutoa huduma bora za dharura pamoja na kuwa tayari muda wote kukabiliana na majanga pale yanapotokea. Sote tunajua kuwa takwimu zinaonyesha kuwepo kwa ongezeko kubwa la ajali barabarani, magonjwa yasiyo ya kuambukiza, pamoja na majanga mbalimbali yakiwemo yale, yani yale ya asili, yani natural disasters, na yale yanayosababishwa na binadamu, athari za binadamu, yani man, eh, man made disaster duniani kote.